Bana ni siku nyingine mpya kabisa ndani ya Kijiwe Mchongo na UTT AMIS. Bana sisi bado tuko na mwendelezo wa kupiga story mbili tatu na wawekezaji. Wawekezaji hawa ambao tunakutana makao makuu kabisa ya UTT AMIS tunazungumzia Posta jijini Dar es Salaam. Eh, ndo tuko hapa. Mimi naitwa Ali Upuji kuntunye kidimdimu Mwandila. Kazi yangu ni kupiga story mbili tatu na wawekezaji. Yawezekana. Kuna baadhi ya wawekezaji ambao nao ni mara ya kwanza kuja hapa. Ebu tuangalie hasa nani ambao waliweza kuwashawishi kuna elimu gani ambayo wameweza kuipata, lakini mwisho wa siku tuko nao hapa ndani ya kijiwe mchongo na UTT AMIS. Nimetambulisha na naitwa Ali Upuji Kuntunye Kidimdimu Mwandila. Karibu sana na usitoke, hii ni kijiwe mchongo. Habari nzuri? Kwema sana. Mimi naitwa Ali Upuji natokea UTT. Sijui mama yangu anaitwa nani? Mimi naitwa Zainab Mustafa. Okay, unatokea? Natokea Bunju. Ah, Bunju Bunju tu. Posta ni kwa mara ya kwanza ndio mkuja kuwekeza au mama yangu Bi Zainab una mifuko mingi hapa UTT maana wawekezaji siku hizi eh? Ndio mimi na mifuko mingi. Okay, maana yake, ni mwekezaji wa muda mrefu, mimi ni mwekezaji wa muda mrefu ambao almost miaka mingapi mwekezaji? Ah, kama miaka sita eh? Na una mifuko mingapi? Na mifuko sita. Yote, yote. Okay. Tuzungumzie labda mfuko wa watoto fund, maana yake ushawafungulia wangapi? Nishawafungulia watoto wangu. Kwa ngapi? Wako wawili na mdogo wangu kipenzi okay. na mdogo wangu mwingine wawili, kwa watu wanne. ni mafungulia watu wanne mm. Sasa tuje katika experience hapa, toka UTT miaka miaka mingapi miaka, umesema miaka, miaka, miaka, miaka sita toka UTT umeanza kuifahamu mpaka sasa hivi kuna faida yoyote bi Zainabu, ambayo umeweza kuiona? Mm-hmm. Leo hii kuna baadhi ya mtu ambaye yuko nyumbani pale, labda amechelewa yuko tu amekaa yawezekana, kuna mtu anaisikia kila siku UTT, UTT, hataki kushtuka na kuweza kujua ile ni nini hasa. Kwa upande wako miaka sita hapa ya UTT na uwekezaji wako mpaka watoto meafungulia, kuna baadhi ya wadogo zako pia nao wamekuja kufungua kupitia wewe, faida gani ambayo unahisi umeipata na huwezi kuijutia? ah, imeweza kuniwezesha kufanya maendeleo mengi kwa sababu nimekuwa mfanyabiashara, nimeweza okay. kujenga nyumba, nimeweza okay. kuwa na maisha yangu ya biashara nyingine na nyingine nimezifungua. Na inaamiliki duka. Hivi mtu kwa mfano ukija ukimwambia umeweza kujenga nyumba unaweza kumtafsiria kivipi kupitia UTT? Maana mwingine anaweza... Faida ninayoipata kutoka UTT okay. ndio inaweza imeniwezesha mimi kujenga okay. ndiyo. Maanake si tunazungumzia leo hii mtu akitaka kujenga, sio kama anaipata milioni 30 pa Hapana. Hapana. So, nake katika hizi biashara zetu tunazofanya kila siku, ile akiba yako unaoipata unakuwa unaweka pembeni, yawezekana ndio mpaka inafikia malengo ya milioni 30, milioni 50, ndio unaichukua kujenga, unaenda kujenga na vile vile kama ikifika milioni 30, manake kuna faida ndani yake. Ndio. Unapata hela fundi. Unapata hela fundi na bado pesa zangu inabaki pale pale. Okay. Sasa. Ah, uh, kwa ambana kutazama sasa hivi. Yuko nyumbani pale, yuko mtaani, Unamshauri nini kuhusiana na UTT? Yawezekana kachelewa. Mi naona wasichelewe, waje ili waweze kujiunga na wapate faida, kwa sababu mfuko huu una faida sana. Ni mfuko wa kijamii ambao hasa kwa sisi wa mama inatusaidia kwa mambo mengi sana, kwa sababu tunaweza kupeleka watoto shule bila kutegemea mtu mwingine, bila kufanya shughuli ambayo sio nzuri kwenye jamii na kwa afya yetu, lakini hii unawekeza, baadaye wewe unakuja kuchukua tu faida, unalipa ada Unachukua faida unafanya maendeleo mengine, na unaweza ukatumia hii UTT ikakupa mtaji baadaye kwenda kukopa sehemu nyingine, wewe ukaja kuchukua faida yako ukaenda kufungua biashara nyingine kupitia UTT. Kwa hiyo, maana yake ile wela ambayo unakuwa unawekeza UTT, ile faida inaweza kaja kakunufaisha wewe, ukapata mtaji wa biashara nyingine pia zaidi. Ndio okay. asilali Usilale na kushauri mwanamke mwenzangu, mama mwenzangu, njoo UTT ili uweze kupata faida na uwe na maisha bora, toke kule. Kuna sehemu za kulizana wow, kule eh, mtoke huko kwenye vibanda watu wanalizana, e, mikopo mikopo, mikopo ya uswahilini waachane nayo kwa kweli, so, sio rasmi na sio afya, kwa sababu inaharibu afya ya akili wa kina mama wengi wanaharibika kwa sababu kuna, kuna, kuna baadhi ya ndoa unajua zimevunjika kisa kwa sababu ya mambo ya usolini solini. Ni kweli kuausha damu, lakini unaona hujakausha kutokana na UTT eh ni lakini una makazi hapa Dar es Salaam, right? Hapa niko kwa muda tu. Kwa muda. Eh, na maalum nimekuja kwa hii issue ya UTT. Ah, ndugu yangu. Yaani kwamba umetoka huko Lindi umekusema, mimi naenda Dar es Salaam kwa ajili ya UTT. Kwa hivi karibuni nilikuwa Iringa ndiko ambako. Okay. Nilikuwa, nilikuwa napitia napitiapitia baadhi ya mitandao, mm -hmm. Na hususan hususani nikaonaona hii mambo ya UTT ni kwanza kuifuatilia fuatilia kidogo. Okay, okay. Nikaona basi ngoja nisogee kupitia social media za UTT, ukao umeona Eh. Ingawa hata mimi pia kuna safari moja nilikuonaga hivi ila sikuzingatia sana hivi vitu ambavyo vilikuwa vinatolewa pale, nikaona ngoja kwanza nikazia macho hii kitu. Okay, okay. Eh, kwao nikawa nimezidi kuifuatilia na bahati nzuri nimefuatilia zaidi ya video kama tano hivi, baada hapo ndo nikasema hii kitu iko vizuri okay. Ngoja niifuatilie kabisa kwenye ofisi zao. Na ulivyokuja hapa, uliweza kupata elimu au kupitia mitandao yetu ya kijamii uliweza kutosheka kuweza kusema no UTT ni sehemu sahihi kabisa mimi kwenda kuwekeza? Ha, nilivyofika hapa niliweza kupata maelekezo nikawa nimeingia kwenye seminar hapo juu okay, na nilipata seminar na hiyo ndio imekuja kuniongezea ujasiri zaidi okay, kwamba kweli niko sehemu sahihi. Uko sehemu salama. Ndiyo. Na leo umekuja kufungua mfuko gani? Leo nimekuja kufungua mifuko miwili ambayo moja ni mfuko wa Umoja ni kwa ajili yangu mimi na familia yangu okay, lakini ya pili ni kwa ajili ya watoto, watoto, ah, Fani. Watoto fani. E, niko na chali Mufu... kadogo anaitwa Thompson Beatus. Unahisi malengo ya kumfungulia mwanao mfuko wake ni kwa ajili ya nini? So, uh, kwa sasa kwa kuwa bado yuko tu na miaka mitatu k okay. imani kama Mwenyezi Mungu akinijalia uzima nikiendelea kuweka aa okay. mpaka anavyokuja kufunga hata kumaliza form 4 hmm. uh, afu akija kuanza kule mambo ya university huko hmm. Uh, sitokuwa na stress sana. Okay. Ako, unamwekea mwanao uh, bwana nani? Thompson, yes, right? Thompson. Thompson kwa ajili ya malengo yake mwenyewe ya, ya baadaye maana yake hey. kwamba baadaye usije kwanza kupata changamoto, bwana baba hivi na hivi, kwa kuna pesa ambayo inamwendesha yeye mwanao kwa sasa maswala ya chuo. Hey, yani hiyo lengo kubwa ni kwamba kwenye maswala ya chuo, lakini pia hata ikiwezekana mtaji okay. wa kwake mwenyewe yani hiyo ni kwa ajili ya kwake mwenyewe umejipanga? <laughs> <Okay. laughs> E, ni sahii nimejipanga yani, mpaka nimekuja eneo hili yeah, sijakosea. Okay. Ndio. Sasa, sasa kuna ambaye anayekutazama sasa hivi pale, Ndio. yuko nyumbani, ungependa kuweza kumwambia kitu gani kuhusiana na UTT AMIS? naamini kwamba leo hii umeweza kufika sehemu sahihi kwako. Hebu jaribu kuzungumza na ambaye yuko mtaani pale, mwambie chochote kuhusiana na UTT. Asante na, kwa nafasi hii kwa ndugu baba mama ambaye huko nyumbani sasa hii, na hususan ni wale ambao wanatoka kule ambako natoka, maeneo ya kusini Lindi, Lindi na Mtwara, huko kote wamwela wa makoa wangonde wote. A, mimi nawahusia wajiunge na hii na namna ya uwekezaji kupitia UTT AMIS. Mimi nilichopenda zaidi na nikavutiwa zaidi kupitia UTT AMIS ni kwamba sio taasisi ambayo ipo tu, ni taasisi ambayo imeungamanishwa na serikali, iko chini ya serikali. Kwa hiyo ni sehemu salama kwa mtu yeyote na nilichopenda ni, ni kwamba yani, ina mifuko ambayo kila mtu ana uwezo wa kuwekeza kuanzia umoja, mtu akiwa na yuko peke yake, jamii, mm -hmm. na mpaka ile ambayo ni liquid fund mm -hmm. Kwa mimi nawahusia sana. Kuna kauli moja unasema, ikiwa itatokea utashindwa kutengeneza fedha ukiwa umelala, utafanya kazi maisha yako yote ukiwa irudia ikiwa mm -hmm. utashindwa kutengeneza fedha mm -hmm. ukiwa umelala mm -hmm. utafanya kazi maisha yako yote kwa hiyo ndugu yangu, mama yangu na mjomba wangu, ninakuomba kama utapendezwa na hiki nakuomba pia uweze kufuatilia katika mitandao yake jamii. Kwa yule ambaye ana simu kubwa aweze kufuatilia na aweze kujiridhisha zaidi, ndio ili aweze kuja kuwekeza kama mimi ambavyo nimefanya. Nimekuja kuwekeza, mimi nimekuja kuwekeza. Beatrice Mtoto. Beatrice. Yeah. Okay. Beatrice, wewe ni mwekezaji na ujitie au ndio kwa mara kwanza umekuja kuwekeza leo hii? Kwa mara, mara, Kwa mara kwanza. Kwa mara ya kwanza na UTT umeweza kuisikia muda gani mpaka leo hii umeweza kushawishika oh, kusha na kuja hapa Sukari House? Nimeweza kusikia kama mara mbili mara tatu hivi. Kupitia marafiki zako au mitandaoni? Kupitia marafiki zangu. Unachokumbuka labda walikwambia UTT ni nini, yaani unachokumbuka? Sababu naamini mpaka umekuja kuna kitu kiweza kukushawishi ukasema acha niende. Umetokea wapi? Nimetokea Kimara. Kimara, kutoka Kimara mpaka Posta, sio, sio, sio kazi rahisi unajua eh, manake ulitia nia. Unahisi bitches, kipi kilichoweza kukushawishi kutoka kwa marafiki zako waliweza kukwambia kuhusiana na UTT AMIS, unachokumbuka, kwamba mpaka ukasema ebu acha na mimi niende niweze kupata elimu? Mm, yani ina inawekeza vizuri yani, ila zikatikati ovyo kama kama benki mengine yani, inawekezaji mzuri okay, katika fedha. Sawasawa, lakini vilevile hapo na cha kuongezea, naamini walikwambia kama UTT sio benki, si ndio? e, kama, hivyo yani, e, UTT sio benki. Ni kwamba Beatrice, UTT, uh, ni taasisi eh, uh, ambayo inajihusisha na masuala ya uwekezaji umeelewa? e, UTT Amis ni taasisi ambayo inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Uwekezaji tunazungumzia kile kidogo kidogo unachokipata. Inawezekana wewe Beatrice, sio mfanya biashara Kee, katika biashara yako unaofanya akiba akibako unaoipata unasema, acha mimi niweke pembeni. Hiyo pembeni, maana yake unakuja, unawekeza wapi? Na UTT. Ukija kuwekeza na UTT, maana yake mwisho wa siku unapata na faida, si umeelewa? Vile vile, lakini vile vile ni sehemu salama, si umeelewa? Maana yake hakuna kona kona kama katika sehemu nyingine za, za uwekezaji. Inawezekana ushapitia huko katika sehemu mbalimbali za kuweka eka hela, naamini ukao umezulumiwa zulumiwa k yeah, lakini leo hii umeweza kuja UTT unawekeza pesa zako sehemu salama lakini vilevile vile pesa yako unapata faida ya wastani wa asilimia kumi na mbili. Uliambiwa mifuko iko mingapi? Hujui au ndo umefika sasa? Ndio nimefika. Okay, sawa, hujapata hata darasa lolote ukifika hapo? Bado tunaelekea sasa. Okay. Mi nakushauri kwamba umefika sehemu salama, lakini vilevile sehemu ambayo unawekeza katika taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha, ndio sasa nakushauri uh, utapita pale utaenda utapata elimu kuhusiana uh, eh, na masuala ya uwekezaji bana. Leo niko na afisa kutokea UTT ndugu yangu Bwana Brian Kiwere Eh, ni afisa nguli kabisa kutoka UTT. Zile changamoto zote ambazo sometimes watu huwa wanakuwa wanazipitia kutokana na mitandao ya kijamii, ndugu yangu yeye yupo kwa ajili ya kuweza kusolve, uh, Hivi karibuni hapa tuliweza kupata comment mbili tatu hivi, lakini ya umuhimu kubwa hasa, nikasema lazima niweze kuja kushare na ndugu yangu, kwa sababu najua yeye ndio kitengo chake na yuko hapa kwa ajili ya kuweza kuwajibu wawekezaji wetu. Kuna swala zima la customer care katika call center. Watu wengi complain yao sana ni kupiga simu, wanasema hazipokelewi. Bwana Brian, najua hii ndio sehemu yako una lipi la kuweza kuwaambia wawekezaji na watanzania na wasoko wa watanzania kwa ujumla ambao wamewekeza na UTT? Sawa sawa, Bwana Aliupuju. mm. Unajua kabisa sasa hivi katika tasnia hii ya masuala ya uwekezaji. Okay. ni, ni sekta ambayo inakuwa kwa kasi sana mm. Sasa hivi ongezeko ni kubwa sana la wawekezaji mm. Kadri siku tunavyozidi kwenda tunapata wawekezaji wapya wengi sana. Sawa? Kwa hiyo kwa maana hiyo inaonyesha kabisa ni namna gani watu wengi wanakuwa wanapiga sana simu kutaka kujua UTT ni nini. Okay. Sawa? Kwa hiyo hilo jambo tunalitatua na linaendelea kutatuliwa, yes, kila siku e, tunazidi kutanua idara ya call center, kwa maana kwamba tunaongeza watu wapya wa kupokea hizi simu na, na kusolve hizi complaints za wateja wetu, lakini pia nipende kuwatoa hofu wateja wetu ama ambao wawekezaji wetu in short kwamba tuna utaratibu sasa hivi. Ukipiga simu ukiona japokelewa, tunakurudia tunakurudia mimi hapo hapo, nimepiga simu imeita haijapokelewa, hmm, hapo hapo. Ni namna gani ambapo tunakwenda kumsoti mwekezaji ili nae, okay, arizike. Manake inaweza ikafika muda baada ya muda fulani, baada ya saa nusu saa, mnakuwa mnaangalia kutokana na zile simu nyingi zinazopokelewa, lakini kuna wale ambao wanapiga sim, simu hazijapokelewa kwa sababu muda mwingine simu inakuwa iko bize, si ndivyo? Kwa hiyo mwisho wa siku mnawarudia kwamba ndugu mwekezaji eh, tuliona umeweza eh, kutupigia. yes. labda ulikuwa una changamoto gani? Yes. Karibu, tunakusikiliza. Kuna watu special kabisa, ndo kazi yao. Acha bwana, yani simu ambazo zimedondoka watu yeah. Wametukosa, tunawarudia, maana tunamthamini sana huyu mteja ambaye anakuja kutupigia simu sisi yeah. Sawa. Kwa lazima tumrudie ili tujue changamoto yake yeah. ni nini, ama alikuwa na tatizo gani? Maanake kuna yule ambaye anaweza akapiga simu, anahitaji kujua UTT ni nini, lakini kuna mwingine mwekezaji, aidha amepata changamoto yoyote, anataka sasa kuwasiliana na call center au watu wawili, manake mtawarudia, sio kwamba simu ilipigwa mkamkimbia, no, mnamrudia au sivyo. Hebu la mwisho kabisa, waambie na uwahakikishie kabisa hawatojutia katika hii idara ya call center. Yes, sasa sasa hivi ni nipende kuwaambia wawekezaji wetu ama wawekezaji wapya, maana kuna wengine wanaenda kujifunza waje kuwekeza, kwamba idara ya call center ama huduma kwa wateja kwa ujumla ni idara ambayo inaboreshwa kila leo okay. Sawa, kwa sababu tunatarajia ama tunaendelea kupata wawekezaji wapya kila leo. Kila mtu anataka kujua namna gani ya kuwekeza kupitia UTT, kwa maana yake kama uh, idara ya call center ina watu 30 maana yake ni kwamba wawekezaji wakiongezeka, na nyiye inabidi muongeze idara. Hatuna, hatuna budi, kama kawaida. Kwa hiyo inabidi nao hilo walielewe hilo, okay. Wanapokuwa wanaongezeka huduma kwa wateja nayo kitengo kiujumla inaongezeka yes. Sasa Bwana huyo ni Brani ambaye uh, yupo katika kitengo cha huduma kwa wateja. Ameweza kujibu uh, ile changamoto yetu ambayo naamini kwa wewe ndugu yangu mwekezaji uh, duniani kwa ujumla unaweza ukawa umetoka kuweza kusikia jibu lake ni kwamba changamoto ambayo inakuwa inatokea e, ya masuala kwamba unapiga simu mwisho wa siku simu yako haipokelewi, ni swala ambao ni changamoto ambayo ni ya kawaida, lakini vile vile wanaweza kukuzingatia sasa hivi wameweza kuboresha huduma hiyo. Ni kwamba ukipiga simu ukiona simu yako haijapokelewa, basi ujue watakurudia. Kwa wewe ndugu mwekezaji, utaulizwa bwana, vipi ulipiga simu e, mwisho wa siku una changamoto yoyote, nao wataweza kukusikiliza e, bwana Brani. Mimi nikushukuru sana ndugu yangu. Au sivyo? Nikushukuru sana. Lakini hiki kijiwe mchongo unajua? Naelewa. Hebu tupige basi kwa pamoja. Kijiwe ki mchongo na UTT AMIS imetufikia. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imenifikia. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imenifikia. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imenifikia. Naam, hao ni baadhi ya watu ambao wawekezaji kutokea UTT AMIS ambao wamekuja kuwekeza, lakini kuna baadhi yao ambao wengine, na ni kwa mara ya kwanza wamekuja kuwekeza hapa na UTT AMIS kikubwa Uh, kila mtu anaangalia malengo yake ambayo ya baadaye. Naamini kila mtu anakuja kuwekeza kutokana na malengo ya baadaye eh, na ndio maana watu muhimu walikuwa sahihi kabisa, wameweza kuamua tufanye uwekezaji na taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha na Mipango ambayo inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Unawekeza na UTT lakini mwisho wa siku uondoke vivi, unaondoka na faida. E bwana, hebu tukutane next time. Mimi naitwa Ali Upuji Kuntunye Kidimdim Mwandila eh, Mwandila kweli kweli. E bwana, bye, bye.